Mbunge wa Juja George Koimburi amepatikana akiwa na majeraha na hali mbaya kwenye shamba moja la kahawa katika eneo la Kiambu. Mbunge Koimburi amepatikana kwenye hali tata akiwa kwenye shamba hilo saa chache baada ya kuripotiwa kuchukuliwa na maafisa wa usalama akiwa kanisani eneo la Juja. Kwa sasa, Koimburi amekimbizwa hospitali ya Karen ambapo anaendelea kupokea matibabu. Hapo jana, idara ya DCI ilikuwa imekanusha kumkamata, ikisema kuwa ilikuwa inamsaka mbunge huyo kwa tuhuma za wizi wa Aidha, aliarifiwa kuwa bado anatafutwa kwa ubadhirifu wa fedha za CDF. Mbunge huyo amekuwa mafichoni tangu siku ya Ijumaa iliyopita kwa madai kuwa alikuwa anasakwa sakwa na maafisa wa usalama.